Mkurugenzi wa habari na uenezi Chadema Mheshimiwa John Mnyika amesema barua hizo zilizoinisha makosa kumi na moja ya kukiuka katiba na itifaki za chama hicho zimewataka wahusika kujieleza kwa maandishi na baadaye mbele ya chama kwa nini wasifukuzwe na kuvuliwa uanachama kufuatia waraka waliouandaa uliosemekana ulilenga kukipindua chama hicho. Aidha, Mheshimiwa Mnyika ameongeza kuwa waraka uliochapishwa kwenye baadhi ya magazeti na mitandao mbalimbali ya kijamii sio ule uliowahukumu wahusika hao na kuwaomba Watanzania na wafuasi wa, wa chama hicho kutoutilia maanani waraka huo, na siku utakapobidi kuutoa waraka husika watafanya hivyo. Ni kwa bahati mbaya sana waraka uliosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na uliochapwa kwenye magazeti ni waraka feki, ni tofauti na waraka ambao uliwasilishwa kwenye kamati kuu ya chama, ulikamatwa kwenye laptop za husika wahusika walihojiwa nao, wahusika walihukumiwa nao sasa, sasa na wakakiri makosa ya kuhusiana na waraka huu. Jambo la msingi ni kwamba wameshaandikiwa mashtaka kumi na moja. Waraka utakaotumika kwenye mashtaka yao ni waraka huu, na kama yalivyo hayo mashtaka kwamba yatatolewa katika hatua mwafaka, kwa sababu mpaka wahusika wapate barua na vikao vya chama vifanye kazi yake. tutakapofika kwenye mchakato huo ikiwa ni lazima kuutoa waraka halisi ambao wahusika walikiri mbele ya kikao wenye mambo makubwa zaidi na mengi zaidi, chama kitafanya hivyo mbele ya Watanzania. Akizungumzia mkutano uliofanywa na Mheshimiwa Zitto na wenzie, mwanasheria mkuu wa chama hicho Mheshimiwa Tundu Lissu, licha ya kukataa kusema hatua zitakazochukuliwa pindi watakaposhindwa kutimiza masharti waliowawekea, amesema mkutano huo ulilenga kupoteza lengo kuu la kuvuliwa madaraka na kuwa kilichowafukuza ni mkakati wao wa siri uliolenga kukipindua chama hicho na si vinginevyo. Wamefukuzwa wamefu, uongozi kwa kutengeneza mpango wa mapinduzi unaitwa mkakati wa mabadiliko 2013 na una mambo mengi sana ya namna ya kupindua chama, ndicho kilichowafukuza hawakufukuzwa kwa sababu ya taarifa za uongo za PAC. Niomba nirudie tena, hawakufukuzwa kwa sababu ya taarifa za uongo za PAC, ni hawakufukuzwa kwa, hawa kwa sababu ya kitu gani kingine? Kwa sababu ya posho. Hawakufukuzwa kwa sababu ya kuuza majimbo yetu ya uchaguzi mwaka elfu mbili na kumi na naomba nirudie hiyo tena, hawakufukuzwa kwa sababu ya kuuza majimbo yetu ya uchaguzi elfu mbili na kumi. Hawakufukuzwa kwa ajili ya mambo mengine walioyataja. Wamefukuzwa kwa kuandaa mpango wa mapinduzi nje ya katiba ya chama, nje ya kanuni za chama, nje ya mwongozo wa namna ya kugombea uongozi ndani ya chama. Kutoka Dar es Salaam, Jacklin Silemu wa ITV.